Na mbali na hayo ni kwamba muungano wa maakuli nchini umeunga mkono hatua ya serikali ya kutoa marupurupu kwa wafanyikazi wa bandari. Wafanyikazi hao wanasema hatua hiyo itatoa motisha kwa wafanyikazi baada ya bandari ya Mombasa kuandikisha zaidi ya makasha milioni mbili mwaka jana. Rais William Ruto na uongozi wa bandari walitangaza marupurupu hayo yanayochangiwa na kuboreshwa kwa utoaji huduma. Wafanyikazi hao pia wameitaka serikali kuwekeza katika mradi wa Dongo Kundu ili kuongeza na za kazi kwa vijana fika vijana fika 2 milioni tunataka, Mungu akipenda, katika zamu yake na awa Benjamin tari chairman wetu, tupige 2.6 na tuna uwezo wa kufanya hivyo, kwa sababu tumeajibika. Naivasha, uh, Dongo Kundu zote ni sehemu za port na alikuja kuzitia nguvu kwa sababu kidogo zimelala. Kidogo president ameonelea aje hapa azitie Jake, hizo special economic zones, na tunajua hizo zote ni njia za kuboresha uchumi na pia kutafuta ajira kwa vijana.